Leo biidhni llahi taala, tutaondokea katika mlango wa pili kama alivyoandika Imamu Tirmidhi, babu ma jaa fi khatami an-nubuwah. Babu, mlango ambao utaelezea majaa, yani utatoa ubainifu, albayani fi kuhusu khatami anubua. Sasa hii neno khatami hapa, inabidi kidogo tutoe maelekezo. Neno khatam kwa kilugha, haraka haraka, inamaanisha kwamba ni pete, lakini ikija sasa kuchambuliwa abwab, basi itakuwa ina maana zaidi ya hiyo, mfano ukifungua kwa wale wenye vitabu nendeni katika mlango wa kumi na moja sijui utakuwa katika ukurasa gani inaonekana kuna chapa tofauti lakini wale wenye chapa kama ya kwangu ni ukurasa fungueni thelathini na saba sawa mmeshaona mlango nambari kumi na moja babu majaa fi dhikri khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Naona neno hilo, hilo moja khatam, na huku leo tunasoma babu majaa fi khatam nubuwa. Kwa hiyo linatofautika kutokana na ule mlango. Nataka kutoa ubainifu. Kwa jambo gani? Ubainifu huu wa hapa nambari 11 na ui kusoma utakuja

ilikuwa pete ya Mtume ni, afedwa, ni fasuhu, ya fedha material yake ni ya fedha. wa kana fasuhu habashia na fasu yani, kile kito ambacho kinakuwa juu ya pete pale ilikuwa ni material ambayo kutoka katika ardhi ya Uhabeshi, yani ile madini yake yanatoka Uhabeshini. Kwa hiyo huu mlango unazungumza hatamu lakini, kuhusu pete sasa huwa leo neno hilo hilo khatamu, lakini haitokuwa tena maana ya pete. Maana yake hapa iliyozungumziwa ni mtume sallallahu alaihi wasalam alikuwa na alama maalum kwamba yeye ni mtume, na zimekuja baadhi ya riwaya in saha, yani kama itakuwa zime zimekuwa sahihi kwamba mitume yote iliyotumwa nyuma eh, basi ilikuwa ina shamata yani ilikuwa na alama za ule utume wao. Mara nyingi walikuwa mitume wa zamani alama zao ilikuwa ni biyadili yumna, katika upande mkono wa kulia, walikuwa na alama kama kijispot, inaonekana kwamba huyu ni mtume. Sasa mtume huyu sallallahu alaihi wasallam yeye akawa ana special case ya alama tofauti na alama za manabii waliopita. Kwa hiyo mlango huu utakuwa unazungumzia habari ya alama ya unabii, alama ya mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam, alikuwa ana alama gani? kwamba hukuiona alama hiyo, basi ujue huyo ni mtume. Hili ndio ambalo litakuwa kichwa cha habari cha mada yetu au maudhuu yetu au mlango babu majaa mlango, tuzungumzia ubainifu kuhusu Khatam an-Nubuwa, yani alama ya utume. An-Nubuwa kwa maana ya utume, yani unabii. Alama gani alokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye kweli alikuwa mtume? Nafikiri mpaka hapa itakuwa tumepata hii Heading. Eh, tunakusudia kusoma kusoma nini katika dasa hii yetu ya leo, nam hadithi ya kwanza ambayo ni sahihun akhrajahu al-Imam Muslim wal Bukhari katika sahihi zao. Hadithi hii ni kutoka kwa Abdul Ja'ad bin Rahman qala

ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqalat, anasema dhahabat bi, kwa maana alinipeleka. Dhahabat bi, alinipeleka khalati, khalo yangu. Mara nyingi watu wa Unguja wanatumia neno hili eh, khalo. Khalo chechei, khalo eh, Unguja wana terminoloji zao chechei

maneno haya anasema nani? Assaib ibn Yazid, faqalat akasema, khalo yangu kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inbna ukhti, hakika mtoto wa sista wangu hu huyu, inbna ukhti yani kobna ibn ukhti, ukhti yani sista. Kwa hiyo ukhti kwa hiyo huyu mama mdogo anamwelezea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtoto wa sista wangu, mtoto wa sista wangu, yani mtoto wa dada yangu. Inna ibna ukhti, hakika mtoto wa dada yangu huyu unamuona hapa ni wajiun, wajiun bimaana maridun

na wau ikiwa na dhuma inamaanisha ni ile kitendo chenyewe cha udhu. Kwa hiyo hapa anasema fasharibtu nikanywa, min wa. wa, wa. Kwa maana maji sasa yale yaliyotawadhia mtume sallallahu alaihi wasallam, min wadhuihi, yale maji aliyotawadhia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nikayanywa fasharibtu min wadhu, wadhu, e, wadhuihi, yani yale maji yake aliyotawadhia mtume wasallam, mimi nikayanywa.

nikatazama nikaona nini? Ilal khatami, mhuri au alama. Baina katifaihi, baina ya mabega yake mawili. Kwa ina maana alama hiyo ilikuwekwa nyuma ya mgongo wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam, baina katifaihi, baina ya mabega yake mawili. Fanadhartu ila ila alkhatami, nikauangalia muhuri. Lakini hapa tasema ni nika alama, nikaangalia ile alama ya utume alokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuweko wapi alama hiyo? Baina katifaihi, baina mabega yake mawili. Fa idha huwa mithlu zirri alhajala, basi hiyo alama hiyo mithlu

tafsiri ambayo nyingine nzuri zaidi iliyokuwa ameitoa al-Albani rahimahullah, katika katika mukhtasar alshamaili al-muhammadiyah kuhusu hii zirri akasema, eh, zirri iliyokusudiwa hapa kwa maana yani ya baydhaha, yani yai la huyo ndege. Kwa hiyo tafsiri nzuri ambayo tunaweza tukasoma kwa Kiswahili kizuri kabisa ni zirri lhajala, ni kama mfano wa yai, zirri, kama ni mfano wa, wa yai la nani alhajala. Alhajala ni tairu maarufu, ni ndege ambayo yanajulikana sana hataki hata kushereheshwa. Ndege huyu katika lugha yetu ya Kiswahili tunamwita kware. Amefanana na sana na njiwa, wako sawa sawa, isipokuwa kwari anakuwa kidogo, yuko design design, labda anaweza kuwa na miguu yake ikawa rangi ya pinki, mdomo ukawa rangi ya pinki, macho yakawa yana eh, lakini ikafanana sana na njiwa. Kwa hiyo fa idha huwa mithlu, yani anasema ule muhuri, ile alama ambayo iko baina ya mabega yake Mtume sallallahu alaihi wasallam

yanakuwa ni madogo madogo, alafu spot spot, yana alama alama hivi nyeusi nyeusi vidogo yani, ya hivi. Lakini kwanza anazungumza na watu huyo wenye, <laughs> nam, kware wenyewe mnamjua nam, mnamfahamu huyo ndege kware, kafanana na nani, njiwa. Sasa yale mayai ya kware zamani ilikuwa ukenda sokoni hapa Ilala unayapata mayai kuna mtu maalum anauza mayai ya kware. Kwa hiyo ina maana ya kwamba ule muhuri, ile alama, ule ukubwa wake, kaifia yake mithlu zirri alhajala, mfano wa, wa, wa yai la ndege anaitwa nani kware. Kwa hiyo hapa katika hadithi hii ambayo ni sahihun akhrajahu Muslim katika raqamu hiyo na imamu Bukhari katika raqamu hiyo inaelezea juu ya alama ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya utume kwamba alikuwa na alama ya utume nyuma ya mabega yake, na alama hiyo ilikuwa katikati ya mabega yake nyuma mgongoni, na alama hiyo ina mfano wa vile ya yai la nani la na ndege anaitwa kware. Kutoka kwa al-Ja'd bin Abdurrahman qala

kumpangusa kichwa eh, huyu mtoto ambaye alikuwa nini anaumwa. Wanasema qauluhu famasaha Sallallahu alayhi wasallam rasi yukhadhu minhu, yani tunapata faida alfawaid ambayo tunachukua katika kitendo hichi, annahu yusannu, inasuniwa liraqi, kwa yule mwenye kusoma rukia alraqi ni mtu ambaye mwenye kusoma rukya. Hata ukija katika Qur'an, e, Allah alikusema, e, waqila man raq, waqila napata sema, wakati roho mtu inayemtoka, man raq, nani msomaji wa rukya, yuko wapi hapa? Amsomee huyu mtu ili asife. Kwa hiyo inasuniwa yusannu, lirraqi kwa yule msomaji rukya, yasuniwa an yamsaha mahallul wajai minal maridhi, aguse au apanguse au akamate ile sehemu ambayo ya maumivu ya yule mgonjwa. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alimpangusa kichwa, nani huyo? Saib bin Yazid, pangusa akamkamata. Kwa hiyo unapokuja mgonjwa unamsomea rukia, wanasema wanazuoni ni sunna vile vile, ile sehemu ambayo yeye ndo anaumwa, kama ni kichwa, kama ni wapi, kama ni wapi. Kwa hivyo unasoma rukya na huku umemshika katika eneo lile, na nafikiri hii imekuja riwaya Imam Baihaqi na wengineo, anasema anna athara eh, masahahu sallallahu alaihi wasallam wasalam min rasi sahib lam yazal aswad, yani miongoni mwa athar zilizojitokeza bwana mtume kumgusa kichwa yule mgonjwa wakati anamwombea ana. Basi ikabakia kichwa chake kina, kina, yani nywele ni nyeusi tu, hakukuwa na suala tena la, la kwamba zaota mvi nywele zake. Hii ni kutokana na ile, ile dua ambayo ilikuwa bwana mtume salam amemwombea. Almuhimu wasomaji wa rukia hapa inawahusu hii, wawe na suala la kwamba anafanya mtu kazi yake ya kusoma rukya kwa uweledi bil basira, with knowledge kwamba mgonjwa anamgusa, anamsomea rukya kwa sababu ana maumivu hayo, na ile sehemu ambayo ndio maumivu ana, lakini isiwe al-itlaq, al-itlaq, kwa maana ikawa ni kila mgonjwa A -a. ikiwa mgonjwa ni mwanamke hairuhusika, ikawa msomaji rukia amkamata kichwa mwana <laughs> mwanamke kaambua mwanamke, anakifua mkono kwa kifua. Hapo siyo, namna hiyo <laughs> haiwezekani. Kwamba mwanamme sawa, lakini mwanamke tena Inhu la yuflih sahiru haitu ata inahu la yuflihu sahiruata in llaha sayubthuluhu. Bwana msomaji, mbona mkono wako kwa mama huyo? Wasomaji wengine warukya ana wanamambo ao, wengine ati mwanamke anasomewa rukya, aya anamba basi huyu tabidi avae suruali si nini, anaweza akachagawa hapa na <tipa> hivi na hivi. Basi kweli bwana <tipa> mara basi utasikia mkamateni, mkamateni watu wanakuwa anamkumbatia mka mzuie, mzuie. Kuna jambo moja asema nilimpeleka mke wangu kusomewa ruki, lakini yani ndio niliyoiona, oh, ati mtu anamkumbatia mke wangu hivi. Kwa hiyo sunna kumshika ile eneo ambalo lina maumivu vile vile tunafaidika kwamba wadaali bil baraka anasema Assaib bin Yazid akaniombea, ya Mtume, baraka, baraka na baraka. Mara nyingi inakuwa ni kitu ambacho alkhairu alilahi ni mambo ambayo haya Allah mwenyewe anajua. Eh, kisikia mtu kuna baraka bwana, kuna baraka, ni mambo ya, ya Allah. Baraka hazinunuliwi

Almuradu huna bilbaraka fil umri wassiha, amombee mgonjwa yule adha ampe mdu urefu na Allah ampe afya njema. Faqad balagha arba'an wa tis'ina sana wa huwa mu'tadilun qawiyun sawiyun. Zimekuja riwaya kwamba huyo kijana ambaye aliombewa dua na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemgusa katika sehemu ya kichwa, alifika umri wa miaka 94. Ndio hiyo baraka hii, alifika umri wa miaka 94. Mu'tadilun qawiyun sawiyun, amesimama 90 degrees, miaka 94. Mara nyingi mtu anapokuwa umri mrefu huwa anaanza kubend, anatembea hivi, lakini yeye alikuwa amesimama vizuri Qawiyun ni mwenye nguvu kabisa. Sawiyu yuko sawa sawa, kila kitu, kutokana na dua aliyoombewa wana wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika eh, katika katika, katika eh, hadithi hii kama nilivyosema. Kwa hiyo anasema wa da'ali bil baraka, akaniombea baraka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa tawadha na, akatawadha. Fa sharibtu min wudhihi, nikanywa yale maji ambayo alokuwa bwana mtume ametawadhia na hii inaonekana kwamba e, kutabaruk imethibiti, kutabaruku katika mfano maji ya bwana mtume saa sallam, e, vitu vyake, nguo zake. Tumesoma hapa katika baadhi ya hadithi ya darsa la alfajiri, e, Asma bint Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha alikuwa na baadhi ya vitu vilivyobakia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam, nguo na ilikuwa watu wanapoumwa, basi zile nguo zafuliwa kisha watu wanaoga yale maji na wanapona, lakini hii ni special case hasatan kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama ukimtoa wa mtu mwingine yoyote haingii hapa, si sharifu, siwali, si walii, si shekhe, si nani, si ustadhi. Hakuna swala hili kwamba mtu ati e, mkono wa sharifu na baraka au nguo ya sharifu na baraka wengine wanafika hadi mbaya kabisa, ikawa shehe kuba. Tunasema shehe kuba, eh, shehe kuba yule, kile kitambaa chake kile, akikijifutia jasho kile watu wanakipigania. Akikohoa tu basi watu wanakikumbania kile jifu nini. Ah, bwana ana baraka yule, anakwenda kitundika kwenye duka lake, siku ya pili kakitundika mtu <laughs>

ambaye amefanana na, na njiwa anaitwa kware. Kwa hiyo hadithi hii ya mwanzo tumeshaona kwamba kweli Bwana Mtume saa salam alikuwa na alama nam. Hadithi ya pili, hadithi hii ni hadithi ya Jabir bin Samura. An Jabir bin Samura qala Kal, radhiyallahu anhu qala, amesema raaitu